Shinyanga vijijini, Mheshimiwa rais, tumefika pale usiku, mhandisi wa maji anaangaika akutane na wewe kiongozi, namwambia hapana, muda huu usiku umekwenda, utakutana site. Tunafika eneo linaitwa Mwakitorio, unakuta zaidi ya bilioni moja nukta tatu zimetolewa, lakini wananchi hawapati maji. Unamuuliza, kwa nini hapa wananchi hawapati maji wakati fedha za serikali zimetolewa, bilioni moja nukta tatu ndio maana nitaka nikueleze jana, naomba sasa nikunongoneze. Nikamwambia hapana, waeleze kwa nini wananchi hawapati maji, Mheshimiwa Rais. Mhandisi wa maji anasema Mheshimiwa, waziri sijawahi kuona wananchi wachawi kama katika hichi kijiji. Mheshimiwa Rais, namuuliza unasemaje? Anaambia Mheshimiwa, hapa tumefanya kazi kubwa lakini usiku hapa mabomba yanapaa kama ndege. <laughs> Namuuliza kama Shinyanga vijijini, Mheshimiwa Rais, tumefika pale usiku, mhandisi wa maji anaangaika akutane na wewe kiongozi, namwambia hapana, muda wa usiku umekwenda, tutakutana na site. tunafika eneo linaitwa Mwakitolio unakuta zaidi ya bilioni moja nukta tatu zimetolewa lakini wananchi hawapati maji unamuuliza kwa nini hapa wananchi hawapati maji wakati fedha za serikali zimetolewa bilioni moja nukta tatu. Aamba Mheshimiwa Waziri, ndio maana nitaka nikueleze jana, naomba sasa nikunong'oneze. Nikamwambia hapana, waeleze kwa nini wananchi hawapati maji, Mheshimiwa Rais. Mhandisi wa maji anasema Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri, sijawahi kuona wananchi wachawi kama katika hichi kijiji. Mheshimiwa Rais namuuliza, unasemaje? Anaambia mheshimiwa, hapa tumefanya kazi kubwa, lakini usiku hapa mabomba yanapaa kama ndege. namuuliza kama...